Hali ya usalama ni shwari na shughuli za kiuchumi na kijamii zinaendelea kama kawaida nchi nzima ka, baada ya mapumziko ya jana ya tarehe tisa wa kumi na mbili ishirini ishirina tano ya sherehe za sikukuu ya uhuru wa taifa letu, jeshi la polisi kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vitaendelea kushirikiana na nyinyi wananchi kuhakikisha amani na usalama unaendelea kuimarika hapa nchini ili hata wale wachache wenye hofu waweze kutoka waendelee na shughuli zao za kila siku za kujitafutia riziki na kupata huduma za kijamii wanazohitaji. Aidha, tunawashukuru na kuwapongeza wananchi wote kwa nafasi zao, kwa namna wanavyoendelea kuwakataa na kuwapuuza wale wanaohamasisha na kuchochea vurugu na ukiukwaji wa sheria za nchi kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine. Aidha, tunatoa rai kwa kila mmoja wetu tuendelee kuungana kwa pamoja kulinda na kuimarisha amani na usalama wa taifa letu ili liendelee kuwa sehemu salama ya kuishi kwa vizazi vya sasa na vij takavyokuja.